Chama wa chama cha wananchi CUF pamoja na vyama vinavyounda UKAWA leo wamejitokeza makao makuu ya chama cha wananchi CUF kumpokea mgombea urais kupitia UKAWA bwana Edward Lowassa ambaye alitembelea ofisi hizo pamoja na kukutana na baraza kuu la uongozi la CUF. Hamis Suleiman anaarifu zaidi. Bwana Lowassa alipokewa kwa maandamano ya wapenzi wa wanachama CUF katika barabara Uhuru, eneo la Buguruni, akiongozwa na katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF Maalim Sef Sharifu Hamadi pamoja na mwenyekiti wa NCCR mageuzi bwana James Mbatia. Katika ofisi za Kafu, viongozi hao wanaounda mmoja wa katiba ukawa walipata fursa ya kuzungumza na maelfu ya wapenzi na wanachama Kafu ambao wameonyesha mshikamano, ikiwa tu ni siku chache tangu kujivua uongozi kwa aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba. Viongozi wanaounda UKAWA wamesema Kafu imeonyesha ukomavu wa kisiasa licha ya kupata mtikisiko kuondoka kwa, kwa Profesa Lipumba na kuwataka wanachama wahakikishe safari ya matumaini kuelekea Ikulu Oktoba 25 mwaka huu inatimia. Hao ni viongozi waandamizi wa ambia sisi wapinzani hatutafanya uchochezi wa aina yoyote. Ukawa hatutafanya uchochezi wa aina yoyote. Kazi yetu ukawa ni kuunganisha watanzania wote. Nasema moyo uwe hivi hivi mpaka tarehe 25 Oktoba ili ili siku hiyo kieleweke sawasawa.

utahitaji kusubiri miaka hamsini zaidi maana jamaa hawa wakaja wakitulia baada yao maramia kuliko walioifanya. <laughs> Aidha, mwanasheria wa CHADEMA Bwana tundulisu amewatoa hofu wananchi kuwa taarifa zinazosambazwa na mitandao kuwa bwana Lowassa anaweza kuwekewa pingamizi kwa madai kuwa wanachama wake ni wa muda mfupi ni za kupotosha. Katiba zetu hizi mbili hazijasema haijasema awe mwanamke au mwanamume, imesema wanachama wa chama cha siasa chenye usajili wa kudumu. Bwana Lowassa na mgombea mwenza wake kesho wanatarajiwa kwenda ofisi za tume ya taifa ya uchaguzi kuchukua fomu za uraisi, ambapo msafara wake utaanzia makao makuu ya CUF Buguruni jijini Dar es Salaam kupitia ofisi za NCCR Mageuzi Ilala hadi tume ya uchaguzi na baadaye Kinondoni makao makuu ya CHADEMA mtaa wa Ufipa. Hamisi Suleiman Channel 10 Dar es Salaam.